Wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni dominika ya tatu ya mwaka A wa kanisa. Dominika hii inafahamika kila mwaka kama dominika ya neno la Mungu. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya tisa aya ya kwanza hadi aya ya nne somo la pili ni la waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya kumi hadi aya ya kumi na tatu na aya ya kumi na saba. Somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Matayo sura ya nne aya ya kumi na mbili hadi aya ya ishirini na tatu. Tusikilize Injili takatifu. Basi Yesu aliposikia ya kwamba Yohane amefungwa, alikwenda zake mpaka Galilaya. Akatoka Nazareti, akaja akakaa Kapernaum, mji ulioko pwani mipakani mwa Zabuloni na Naftali, ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani Galilaya ya mataifa, watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Naye alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya Aliona ndugu wawili, Simoni aitwaye Petro na Andrea nduguye, wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, Nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaziacha nyavu zao, wakamfuata. Akaendelea mbele, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo wa Zebedayo na Yohane nduguye ambao walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao, wakizitengeneza nyavu zao akawaita. Mara wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata. Naye ya alikuwa akizunguka katika Galilaya yote, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya ugonjwa na udhaifu wa kila namna katika watu. Injili ya Bwana. Wapendwa wa taifa la Mungu, katika adhimisho hili la dominika hii ya tatu ya mwaka A wa kanisa, dominika ya neno la Mungu, dominika ambayo inahamasisha wapendwa wa taifa la Mungu, kuishi kwetu ni kutokana na kufuata maagizo ya kile ambacho Mwenyezi Mungu anatufundisha na tunajifunza kupitia neno lake. Neno lake lina maagizo yote, neno lake lina mifano ya kutosha sana ya watu mbalimbali ambao wakati mwingine ndio uhalisia wa maisha yetu. Sasa uhalisia wa maisha yetu, je, unaangukia katika uovu au unaangukia katika wema kama vile ambavyo ndio wito mkubwa wa Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ili tupate kuurithi ufalme wa Mungu. Basi wapendwa wa taifa la Mungu, kwa Injili ambayo tumeisikia, tunaona mwinjili Mathayo anaeleza kwamba Yesu alianza kazi yake Galilaya na alitayarisha kazi ya ukombozi kwa kuhubiri juu ya ufalme wa Mungu na kuwaita mitume wa kwanza kabisa tunaona mitume wa kwanza aliowaita kuna Simoni aitwaye Petro pamoja na Andrea nduguye, alafu kuna wale watoto wa Zebedayo Yohane na Yakobo. Basi ndugu hawa walikuwa ni wavuvi, lakini katika uvuvi wao Mwenyezi Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo anawafanya kuwa wavuvi wa watu. Habari ya kwanza ambayo ningependa kuwashirikisha katika Dominika hii. Wapendwa wa taifa la Mungu, tunaona Bwana wetu Yesu Kristo anapoendelea kuhubiri habari njema. Tunaaswa tuweze kuwa watu wa toba kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Bwana wetu Yesu Kristo akitembea mule mule ambamo hata Yohani Mbatizaji ambaye sasa amefungwa ndio ujumbe ambao alikuwa akiwaeleza watu mara nyingi. Ndugu zangu, ufalme wa mbinguni hakuna ambaye hatamani, hata sifa zake, kila mmoja anatamani kuwa na maisha kama hayo, lakini katika kufikia ule ufalme tunahitaji kupambana, tunahitaji uweza kujidhatiti vizuri zaidi. Kujikatalia maisha yetu kwa namna moja au nyingine, ni njia mojawapo ya kuacha maisha ya zamani, maisha ya dhambi, na kuanza maisha mapya. Lakini kitu kikubwa ambacho watu wengi huwa tunashindwa, kwa sababu maisha ya kujikatalia vile vitu ambavyo tunavipenda huwa inakuwa ni changamoto sana kwani changamoto, na mara nyingi tunajikita zaidi huko kwa sababu tunapata furaha za muda mfupi, na ndio vitu ambavyo wengi watu wengi wanapenda. Lakini mwisho wa siku, hayo mambo ya kidunia ambayo yanatuletea furaha za muda mfupi yanatufikisha mahali ambapo wakati mwingine huwa tunajutia, na mwisho wa siku tunashindwa kufikia malengo yetu. Basi wapendwa, taifa la Mungu, kama ambavyo tunatamani kuweza kufikia mambo mazuri, kuna wengine wanatamani kufaulu vizuri kimasomo, kuna wengine wanatamani kuwa matajiri, kuna wengine wanatamani kuwa na nyumba nzuri, kuna wengine wanatamani kuwa na ofisi nzuri, lakini wanadamu wengi hawapendi kupambana ili kuweza kuhakikisha hayo mambo mazuri wanayepitia kama wewe unatamani kufaulu vizuri, kwa vyovyote vile kuna uhitaji wa kusoma kwa bidii. Lakini uvivu unaokuja kuwajia au kutujia, wakati mwingine tunashindwa kufanikisha vizuri katika ufaulu wetu. Hivyo wapendwa wa taifa la Mungu, hata wale ambao unatamani kuwa na ofisi nzuri wanawake, lazima uwe na elimu ya kutosha lazima uwe na ujuzi wa kutosha, ili kuhakikisha unapokuwa katika ofisi ile unaifanyia kazi na kuitendea kazi vizuri. Lakini unapopata ile ofisi unashindwa kuwajibika vizuri katika utumishi wako, kwa kuweza kuwajali watu na kuwahudumia kwa umakini, maanake wewe unashindwa kupita katika njia ambazo zinaweza zikaustahilisha ukapata ujuzi wa kuweza kufanya, hata utakaposhika ile ofisi mambo yakawa yanaenda vizuri. Hivyo ndugu zangu, kwa maana hiyo tunahitaji sana kuwa na juhudi ya kuweza kufanya maandalizi mazuri ya kuweza kuhakikisha kwamba kile kitu kizuri ambacho tunakitaka tuhakikishe tunakitengenezea mazingira mazuri ya uhalali na sio kupita njia, njia za mkato. Wengi tunapita njia za mkato, na mwisho wa siku hatuwezi kufikia malengo. Kile ambacho tunakuwa tumekipata, unaweza kukipata kwa muda mfupi, ila kwa sababu ulipita njia za mkato ujui umetoa jasho kiasi gani, hata mafanikio ambayo umeyapata hauna maumivu nayo. Laiti ungekuwa umetoa jasho kuhakikisha kwamba kile ambacho umekipata, unajua maumivu yake na unajua hata njia ulizozipita, hata ukaweza kufikia pale, kiasi kwamba hata kuchezeachezea yale mafanikio ambayo unakuwa umeyapata, unashindwa kwa sababu una maumivu na unajua ulipotoka na utamani kurudi tena. Basi ndo njia ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anataka tutubu. Katika kufanya toba, maanake ni majikatalio haya ya kuweza kuacha maisha ya dhambi ili kuweza kuhakikisha kwamba unaofikia ule ufalme wa mbingu ambao umekaribia. Basi, wapendwa taifa la Mungu, tujitahidi katika kuyaishi hayo ili siku zote yatusaidie, lakini kwa namna ya pekee tunajifunza kutoka kwa hawa mitume wa kwanza ambao Bwana wetu Yesu Kristo amewalika wamfuate: Simoni aitwae Petro na huyu And Andrea nduguye, pamoja na wale watoto wa Zebedayo, Yakobo na Yohane. Hawa walikuwa ni wavuvi. Kwa namna moja au nyingine, tunaweza kuona kama wamerukwa na akili, na mara nyingi ndio mtazamo wa wale watu ambao hawapendi pale wanapoitwa katika mambo ya kimungu, wanashindwa kuitikia kwa haraka, bali wanahitaji tena mambo ya udadisi katika mambo mengine ambayo yanahitaji kuwa na imani zaidi ili kuweza kuhakikisha unapata mafanikio, kutokana na imani ulionayo, wengi wanatanguliza mambo ya udadisi na mwisho wa siku wanashinda kukifikia kile ambacho wanahitaji, kumwelewa Kristo, wanahitaji kumwelewa Mungu. Unapotanguliza udadisi zaidi katika mambo ya Mungu, mara nyingi huwezi kufikia lengo hilo, kwa sababu tunahitaji kuwa na mambo yote mawili, imani pamoja na huo udadisi katika mambo ambayo yanaleta tija na yatakao kufanya uwe na maamuzi yaliyo sahihi ili kuweza kufikia lengo hilo. Wapendwa wa taifa la Mungu, ndio maana nimewaeleza kwamba kwa hiki ambacho Simon, Andrea, Yakobo na Yohani walichokifanya, wengi wanaweza kuona kama wana matatizo ya kisaikolojia. Kwa nini Kristo amefika tu na kuwaita na wao wakaacha kazi walizokuwa wanazifanya, wakamfuata hata anza bila kuuliza Kristu, tunaenda una wapi? unatupeleka wapi? Ndugu yangu, ni imani ambayo imewaongoza katika kumwamini huyu aliyewaita waita. Lakini kitu ambacho kinashangaza wengi ambao wanatanguliza udadisi zaidi katika kuchunguza chunguza, kile kipindi ambacho wewe ndo unachunguza tayari umeshaachwa mbali. Sasa katika hali hiyo, wengi wanajikuta wanapofanya udadisi katika yale mambo ambayo ni interest, ndio interest zao zilipo, wala hawangeki kufanya udadisi ambapo ndio anakuja kuangamiza. Laiti wangekuwa hata makini katika yale mambo ambayo wanayapenda na kuweza kufanya udadisi kwa kina wangekuwa wanapona, ila katika yale mambo ya ulimwengu ambayo yanawapendeza wao nafsini mwao hawana haja ya hawa kufanya udadisi, wanaangukia huko na mwisho wa siku wanapata matatizo. Lakini katika mambo ya Mungu aa, huko tunaanza kudadisi, kuna kitu gani, tutapata nini, na hivi na hivi na vile. Mwisho wa siku katika kujiojioji huko tunapoteza muda tunapoteza wakati na tunashindwa kuitikia vizuri wito wetu leo katika kumfuata Kristo. Ndugu tu zangu, tuwe na imani, tuwe na imani na Kristo katika kutimiza wajibu wetu vema. Kwa sakramenti ya ubatizo tulioipata, tuna haja ya kuweza kuwa na imani kwa Mungu, imani kwa Kristo katika ufuasi wetu, kwa kuwa tumetumwa tukapate kuishi kile ambacho tumealikwa sote weza kuyatimiza hayo yote. Lakini tunafanyaje? Ndicho ambacho wanakuja kufanya hawa, kwamba wakaacha nyavu zao wakamfuata. Ndugu zangu, mimi na wewe, nyavu zetu ni zipi? Nyavu zetu ni maisha mabaya, maisha ya masengenyo, maisha ya kuwa na mahusiano mabaya, maisha ya kuwa na tabia mbaya, maisha ya kutowajibika vema kwa Mungu, kwa umma na kwa kanisa, maisha ya kueneza chuki, hasira na ugomvi kati yetu. Hizo ndio nyavu zetu ambazo tunatakiwa kuziacha, badala yake kwa kuzitupa hizo nyavu tutamwelekea Kristu ambaye ndiye nuru na wokovu wetu, kama wimbo wa katikati ambao unatukumbusha kwamba Bwana ni nuru yetu na wokovu wetu. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu. Hivyo wapendwa, taifa la Mungu ni waarike katika kufanya haya yote. Mwisho wa siku, kwa kuziacha nyavu zetu hizi ni kuacha njia ambazo ni potofu na kuweza kuzielekea njia ambazo zitatufanya sisi tupate kupona na kuweza kumfuata Kristo katika roho na kweli. Awabariki na, na kuwalinda Mungu mwenyezi